Tamasha la ngoma za jadi litakalofanyika Tukuyu, uh, wilaya ya Rungwe, mkoani Mbeya, uh, litafanyika tarehe saba na tarehe nane mwezi wa kumi, na wazo la kufanya kufanya tamasha hili nilipata nikiwa mdogo sana kwamba yani ni, ni, ni kitu wakati huo nilikuwa sifikiri, sifikiri kwa namna ya tamasha, lakini mi mwenyewe nilikuwa napenda kushiriki kwenda katika hivyo vijiji ambavyo vilikuwa vinafanya hizo, hizo hizo hizo ngoma, lakini sikuweza kupata hiyo fursa ya kwenda kila wakati kwa sababu ngoma zinafanyika kijijini na wazazi wangu walikuwa wanaishi Tukuyu mjini. Kwa hiyo wakati huu nimepata hii fursa, nikaona ni jambo jema kufanya tamasha, lakini lengo hasa la tamasha hili ni kwa ajili ya kuzifanya hizi ngoma moja, zijulikane kwamba zipo, lakini la pili na la msingi sana ni kwamba hizi ngoma za jadi maeneo mengi zinapotea kwa sababu ni kama hazipewi hazipewi umuhimu, na wote tunajua sasa hivi yale maeneo ya vijiji si mengi ambayo wamebaki watu wengi, wengi tuna kimbilia mjini kama hivi. Lakini wale watu wanaocheza ngoma, kama wakiweza kama hivi kushiriki katika matamasha, basi watazipa umuhimu hizi ngoma. Maana yake nini? Ni kwamba hazitokufa kwa sababu watakuwa wanajua kuna jambo wanalolitazamia wakati mwingine kwamba litatokea jambo fulani, ataweza kusafiri kwenda kwenye tamasha, atafanya mazoezi. Hilo ilo la pili, lakini la tatu hizi ngoma uh, ni ngoma aina tisa hivi zitakazo zitakazohusika. Sasa kuna ngoma ya wazee ambayo inaitwa Ipenenga, wao wanacheza watu wazima sana, na wanacheza taratibu, wala hawana haraka, na nadhani uh, watanzania kwa ujumla watapata fursa ya kuwaona. Hilo uh, ni moja, lakini la pili, kuna aina nyingine ya ngoma inachezwa na vijana, hiyo inaitwa Magosi. Sasa ile vijana wanatumia nguvu sana. Sasa kwa wale vijana lengo hasa ni kwamba wazione zile ngoma kama fursa ya wao kuweza kufanya shughuli za kiuchumi pamoja na kwamba wanakuwa wanaendeleza utamaduni wao. Kwa nini nasema za kiuchumi? Kwa sababu katika kushiriki kwenye tamasha huwezi jua nani atakuja kwenye hilo tamasha. Atamuona kijana amecheza vizuri, atampa fursa ya kusoma. Kama hivi nimetafuta uh, ufadhili ili wa vijana sio wote, lakini wachache wataenda kusoma kile chuo cha taasisi ya sanaa ya Bagamoyo. Kwa hiyo hiyo ni fursa kwa vijana sasa kuonyesha vipaji vyao na yeye akitoka kule ataenda hmm, kufundisha wengine. Sasa kwa mwaka huu kwa Ohio, ya nataraji kwamba watu wanaotoka maeneo hayo ya Rungwe na na Kiela uh, wataweza sasa kwenda kuona hivyo vitu ambavyo wengine watoto zao wamezaliwa Dar es Salaam hawajawahi kutoka, wengine wamezaliwa Arusha, hawajui hata tamaduni zao. Hmm. Lakini sasa fursa kama hii ni nzuri kwa mzazi kumuonyesha mtoto wake namna ambavyo kule yeye alikotoka namna ambavyo wanachukulia wana, wana, wana mambo kwa uzito kwenye tamaduni. Kwa hiyo kama nilivyosema ngoma ziko ziko aina tisa. Uh, Ipenenga inachezwa na wazee kama nilivyosema. Uh, Magosi inachezwa na vijana wanatumia nguvu sana Uh, na kuna ngoma nyingine inaitwa ingoma, hiyo pia inatumia nguvu, lakini si nguvu sana. Kwa hiyo ni ni umri ule wakati hapo, kwa hiyo si wazee, lakini pia si si vijana sana. Uh, kuna ngoma aina nyingine kama samba, hao wana- wanatumia nguvu pia, alafu kuna ngoma nyingine inaitwa Kimwengi na yenyewe wanatumia nguvu. E, nyingine sasa uh, si si si si kwamba ni ngoma lakini ni utamaduni wa kuongea maneno kwa namna fulani. Kwa hiyo mtu anakuwa anaongea kana kwamba anaimba lakini kimsingi haimbi, anafikisha ujumbe fulani ila kwa kwa namna ambayo labda tuseme anakuwa ameweka kama stanza kwamba ujumbe wake atauleta kwa namna fulani ili sasa umsikilize anakuwa haongei kama mimi ninavyoongea. Kwa hiyo anaongea kwa namna ambayo unapata kama ala ya mziki hivi. Kwa hiyo hao hao wanaitwa kivota. Okay. <laughs> Nice. Na wenyewe watapata, watapata fursa ya kuwepo pale. Kwa hiyo mimi naamini watu watakapo watakapokuja wataona hizi hizi tamaduni za za kwa hizi ni tamaduni mm. za Wanyakyusa lakini Uh, kwa sababu eneo la Rungwe kuna eneo moja ambalo wanakaa kabila ambalo sio Wanyakyusa mm -hmm. Lakini kwa, kwa kuwa wako kwenye hiyo halmashauri na wenyewe wana wanashiriki mm -hmm. kwenye kwenye kwenye hilo tamasha na wao ngoma yao inaitwa Mbeta. Kwa hiyo watu wata watapata nafasi ya kuona utamaduni mzuri wa hizo wilaya mbili ya Kiela na Rungwe. Na hapo baadaye Mwenyezi Mungu akitujalia tutafanya zaidi, basi tutaenda na tamaduni sasa za makabila mengine hmm. Na pengine tutaenda nchi nzima. <laughs> Okay. Uh, tumezoea katika baadhi ya matamasha na huwa kunakuwa kama na ushindani, kwa maana ya mshindi huwa anapata zawadi. Hii iko vipi? Aha, ni kweli. Sasa kwenye kwenye tamasha kama hili tulipata mawazo mbalimbali mbali, kwamba iweje ama watu washiriki tu kusiwe na washindi. Sasa tukagundua itatupa changamoto tusipo tusiposema kutakuwa na washindi katika kila hii ngoma. Kwa nini? Kwa sababu hata haya makundi niliyosema tunayaalika kutoka sehemu nyingine ni kwamba na wao wanajulikana kwa sababu walishawahi kuwa washindi katika maeneo fulani. Kwa hiyo itatupa itatuia ngumu kwa sababu makundi yatakayoshiriki ni zaidi ya hamsini yeah. Eh, sasa vikundi zaidi ya hamsini ukisema yeah, kwamba hujapata mshindi alafu vyote sasa uta yaani fursa inapotokea hutajua umpe yeah, umpe nani, kwa sababu hiyo tumeweka kwa namna ambayo wale washiriki kwa ushiriki wao na wao wata, wataweza kupewa zawadi, watapewa vyeti kwa ushiriki wao. Lakini wale washindi watakuepo wa kila ngoma watakuepo mshindi wa kwanza, wa pili na watatu. Na kama nilivyosema makundi yatatoka kwenye hizi halmashauri tatu, maana yake ni kwamba halmashauri ya Busokelo italeta ngoma zake, halmashauri ya Rungwe inaleta ngoma zake, halmashauri ya Kiela inaleta ngoma zake. Kwa hiyo washindi watatoka kwenye hal, kwenye halmashauri yoyote, kwa sababu wanapokuwa wanakuja yes, kushindana kwenye ngazi ile, wanakuwa wamekuja kwenye ngazi ya halmashauri, lakini mashindano yalianzia ngazi ya kijiji, yakaenda kata, yakaenda kanda, yanaenda halmashauri. Wale washindi wa halmashauri ndo wanaokuja, kwa hiyo na wao watashindana alafu washindi watapewa, lakini sasa hatu hatuyafanyi kan, kana kwamba ni mm. mashindano sana. Kwa nini? Kwa sababu tumeita tamasha, kwa sababu lengo kubwa ni kukuza ule utamaduni, ndio okay. maana linaitwa tamasha na watu wataingia wataingia bure. Kwa hiyo si kwamba ni, ni watu wanakuja sana vile vikundi kwamba vinakuja kushindana, lakini ni kweli atakuwepo mshindi, ila lengo kubwa ni wao kushiriki na kuonesha kwamba utamaduni wetu ukoje. Okay. Uh, tumeshuhudia mataifa mengi ilikiwemo Tanzania pia kusahau desturi uh, zao unahisi nini sababu ku, ya kupelekea hivyo uh, unajua katika, katika, katika ulimwengu tuliopo hmm. tunaoita ulimwengu wa teknolojia hmm. changamoto ziko nyingi kwa sababu hmm. vizazi kwa mfano sisi umri wetu ni wachache ambao walipata hiyo fursa kama niliyosema mimi ya kwamba alishawahi kukaa kijijini akaziona hizo ngoma akazipenda. Wengine hawajawahi kupata hiyo fursa, kwa hiyo yeye yuko mjini sana sana anaangalia TV na TV na na huko kwenye TV anaangalia watu wengine ambao wanacheza kutoka kutoka nje na sio kutoka hapa ndani. Kwa hiyo kuna namna ambayo sisi wenyewe pengine hatujachukua uh, nafasi ya kuweza kuthamini sisi wenyewe cha kwetu. Kwa hiyo tunapenda kuangalia. Uh, kama hivi tunapenda kuangalia wanamuziki wa nje, tunapenda kusikia tamaduni za nje, na ndio maana utaangalia hata namna yetu ya kufanya mambo. Nyakati nyingi tunaangalia fulani kule amefanyaje, basi mtu anataka eh, kama ni mkato wa nywele, kama ni vazi fulani, anataka kuangalia msanii gani wa nje amefanya hivyo, lakini msanii wa ndani hata kama naye kafanya pengine anaona ah, huyu atakuwa tu kana kile nje, kwa ngoja mimi niende na mimi ningana kile nje okay. Lakini sasa fursa kama hii itatoa sasa fu, itatoa itatoa tuseme changamoto kwa kizazi hiki kujua kwamba pamoja na kwamba ya nje si yote ambayo ni mabaya yako mm, mengi ambayo tunapaswa kujifunza mm, lakini hawa wa nje pia wajue sisi tunayo ya kwetu. Kwa tunapofika kwenye ya kwetu, na sisi tuyathamini, tusione ya kwetu ni ya kwe, zamani yamepita na wakati. Hapana, hayapitwi na wakati, kwa sababu hata wale tunaojifunza kwao wanazo tamaduni zao na ndizo tunazojifunza kwao. Ni vizuri tukizijua hata za kwetu wenyewe, na ndiyo maana tunapata tabu, hata kama ka, katika katika maeneo ya lugha, kwa sababu lugha zetu za asili zingine zinapotea. Kwa sababu hiyo, mzazi anaweza kuwa anaijua lakini hamwambii mtoto wake, kwa sababu mtoto akiongea uh, lugha nyingine ya kigeni anaonekana kana kwamba ndo anaijua sana lakini mtoto anayejua kilugha chake zaidi haonekani kama anajua lugha. Kwa hiyo na, nadhani huu ni, ni, ni mwanzo mzuri. Najua wako wengi ambao walisha walishaanza maeneo mbalimbali mbali lakini hii ni moja wapo. Kwa sababu mtu akishajua ule utamaduni then atajua kwamba lugha ni nzuri pia nikijifunza lugha hii wanayosema hawa watu. Kwa hiyo nadhani ni, ni, ni, ni, ni jambo zuri la kuonyesha Uh, la kuleta mwamko katika jamii kwamba tujali na sisi tamaduni zetu.